Chaka, uh, good luck kujisikika kwa kwa muda mrefu mno na hata hata, uh, si tu kwa muziki lakini mm, hata kuzungumza katika vyombo mbalimbali vya habari. yeah, yes. Ukimya wako ulitokana nini hasa? Ama ndio ilikuwa maandalizi ya albamu mpya ya Reborn? Uh, no. Ukimya ulitokana na reflection tu ya maisha, reflection ya kazi zangu kwa ujumla lakini pia ubinafsi wa mimi kama mimi mimi kuwa kama mimi, so nikasema, hebu, let me take break acha nichukue break kidogo ili nijitafakari, mm. nijiangalie, alafu tuone kutoka hapa tunaendaje, na nashukuru Mungu ilikuwa ni nzuri. Haikuwa maandalizi ya albamu uh -huh. Ilikuwa ni ukimya wa kujiangalia binafsi, kile ambacho umekusudia, umekipata ndani yake ah, kwa ukubwa kuliko nilivyofikiria, kwa sababu unajua jinsi maisha yalivyo, kila kitu ambacho si tunahisi tunakifanya na tumekipanga sisi kwa sehemu fulani inakuwa ni makusudi ya Mungu mm. aliyetuumba. Kwa hiyo kwa upande wangu ndicho kitu kilichotokea. Nilikuwa nahisi mimi ndio nimejipa ukimya mm. kumbe Mungu amenipa ukimya <laughs> yes. nini kimebadilika katika ukimya huu kupitia uh, Goodluck yule ambaye pengine alikuwa kimya miaka hii miwili mitatu nyuma minne na hivi sasa ambapo umerejea upya? Vitu vingi, vitu vingi kwa sababu uh, moja kati ya kitu nilikuwa naamini sana una uwezo wa kufanya juhudi nyingi sana ukafanikiwa kwa sababu unafanya juhudi, na sisemi juhudi sio mbaya mm. juhudi ni nzuri, lakini nilikuwa naamini hivyo kwamba ukiwa na juhudi sana, aa, utafanikiwa sana, kwa sababu unaweka juhudi sana. Basi nikakutana na watu, anabeba gunia labda la dagaa la mchanga kutoka asubuhi mpaka jioni mm. ana juhudi kweli. Gari ikifika anakimbiza karanga <laughs> Si unanielewa naongelea watu tofauti tofauti, hapo, anasukuma mkokoteni kwa juhudi, mzigo unafika kwa wakati, lakini bado hafanikiwi. Ana juhudi ila hafanikiwi, so nikagundua vitu vingi sana kuhusu maisha, lakini pia kuhusu maisha binafsi, lakini pia kuhusu maisha kwa ujumla, na imenisaidia imenijenga katika ukimya. Pia Mungu amenijalia neema ya kuwa na hekima katika ukimya, Mungu amenijalia neema ya kunisamehe makosa mm -hmm. na mambo mengi ambayo sikuwa nimeyajua kuhusu mimi, lakini pia vitu vingi kuhusu maisha ya watu wengine Malo. watu wengine yeah. So nimepata vitu vingi sana katika ukimya, na namshukuru kwa na huduma na yake ambayo amekuwa akifanya muda mrefu mm. Eh, lakini ana upande mwingine wa shilingi ambao watu walimtambua sana kama uandishi eh, wa, wa, wa nyimbo, na kimekuwa ni kipawa ambacho amekuwa akikitumia yeye uh, mwenyewe ukimsikiliza kwenye interviews anakuambia kama alikuwa hajawahi kuwaza kwamba hii ndio kazi yangu. Uh, Goodluck kwa mtu ambaye ya anataka anafanya huduma ya, ya, yeah. ya, ya kwako kwa Injili. Unajua yeah. Bongo Flava ulishasema hiyo yeah. Lakini kwa Injili. Wewe unafanya hivyo. Na unalia kuandika. Na ume... yes. Naogopa na sana kuandikia nyimbo watu na kuproduce kwa sababu moja wanaweza kufika hatua wakaisi unajipendelea wao wapendelee. Mm. Yaani kile ambacho unawapa wanahisi kwamba hiki kitu ulichotupatia sisi sio kama wewe unavyofanya, yani wewe unajipendelea na sisi ututendei yake, na inaletaga kitu kinaitwa conflict of interest, kitu ambacho sio kizuri. So naposema labda namwandikia mtu, labda tu niseme namsaidia, sio biashara. Okay, sio biashara, kwa sababu ikiwa biashara utanilaumu. hmm. yes. so, bora nikusaidie, kama nakusaidia uende. Ikitokea mtu anakuomba umwandikie nawaandikia wengi sana, wengine hata waniombi, naweza kumsikia tu nikasema wewe, ukipata wimbo hivi unaenda, yani ni, ni, ni kitu kitakupendeza. So nampigia anakuja, namwandikia anaenda na, ana na, na usiniangaike kunitaja yeah. Unachokiandika ukikiona kimetendewa haki kwa kufikisha ujumbe ipasavyo, watu wakaulewa wimbo ambao umeimbwa kupitia kile ambacho umekiandika ndani yake, unawapata msisimko um, tunafurahi lakini zaidi ya yote unarudisha tu utukufu kwa Mungu, ya kwamba Mungu aliyetupa hiki kitu ndio anastahili heshima zote. Kibinadamu nafurahi kwamba ise kitu kizuri bwana, tumetengeneza kitu kimepokelewa, kinasaidia watu wengi ah, lakini aliyetupa ndio anastahili heshima zote, sisi wengine tunabaki tu kwa katika nafasi yetu ile ile ili tuendelee kupewa vingine. kuhusiana na ile video ambayo imetembea mitandaoni kuhusiana na kuchoma gari la mtumishi ambalo ulipewa John. Yeah, yeah. Eh, unaweza ukawapitisha watu wengine, sababu ilikuwa ni nini na kwa nini ilitokea vile? Ni swala personal sana um, na ni swala mbalo unaweza kusema kitu kimoja, inawezekana wewe alikugusi, kuna mtu mwingine alimgusi, lakini kuna watu linawagusa. Yeah. Na kama walikasirika au kama waliumia, kila unapoongea ni kama una, nakumbushia maumivu ya zamani, that's why kuna kitu wasiwezi kuongelea especially hiyo issue. Vile tu ilishatokea imepita na nini, you don't need kwenda wewe sasa naenda kushindilia ili mjue. Kwa nini kila mtu ana perception yake, kila mtu ana imani yake, kila mtu kuna namna anayebeba mambo, na kila mtu kuna namna anayachukulia mambo. Vile anavyochukulia uh, ndivyo atakavyoachukulia. Huwezi kumwaminisha namna nyingine yoyote ile tofauti na na vile ambavyo, that's what I believe. Yeah, katika okay, katika okay, swali mwisho, katika hiyo hiyo case yeah. Uh, kuna effects zote ambazo zimetokea kutokana na ile ile situation ambayo, yes, perception zimekuja kubwa sana, lakini pia perception nyingi tofauti ambazo ni negative. Lakini pia unajua, ni ngumu sana kumwelewesha mtafutaji ambaye anahangaika kutafuta kitu kama hicho si kama umenielewa, yeah. kitu kama hicho afu ukifanya jinsi ulivyokifanya, ni ngumu kumwelewesha nomata maneno gani, hawezi metumia yeah. awezi kukuelewa yeah. So naelewa hivi vitu vyote na naheshimu maoni ya kila mtu na nabaki hivyo, kwamba okay, hiki ni kitu ambacho kinanihusu mimi binafsi, nakipokea mtu mwenye hasira ndio maisha yetu kaka, yani ukiamka asubuhi ukanikasirikia mimi, ndio maisha yangu yeah, nikasirikia tu, that's my life. Kuna namna yote ukikaa katika ribon sasa yeah, uh, ambayo saudi mpya uh, Good luck uh, kuna namna yote ile situation unaijutia ya kwenda pale uh, kanisani na ukapewa zawadi ya gari na i, i, ikaleta maneno mengi kama ambavyo unasema yeah. Kuna namna yote ukikaa mwenyewe inakufanya pengine uregret Maisha ni safari, kila kitu kinaandikwa kwenye kurasa kwa ajili ya kukusaidia kufika eneo unalofika. Kwa hiyo inawezekana ukasema mimi najuta, lakini majuto yako hayabadilishi chochote. Jana imepita, leo ni siku nyingine, kesho inakusubiri.